Majadiliano haya ambayo pia yamehusisha wanachama wa mashirika ya kiraia, yanaongeza shinikizo zaidi kwa Rais Felix Tshisekedi ambaye anakabiliwa na ukosolewaji mkubwa kwa namna anavyoshughulikia mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi yake. Tshisekedi na Kabila, ambao wakati mmoja walikuwa marafiki na vyama vyao vilisaini makubaliano ya kugawana madaraka kufuatia uchaguzi wa mwaka 2018, uliokumbwa na utata, makubaliano ambayo hata hivyo baadaye yalianza kupuuzwa, na Tshisekedi akimshutumu mtangulizi wake kwa kuzuia mageuzi. Uhusiano wa wawili hao dorora kiasi kwamba wakati waasi wa M23 walipoamua kuelekea mji wa Bukavu mwezi uliopita Tshisekedi aliwaambia mkutano wa usalama wa Munich, Ujerumani, kwamba Kabila ndiye anayefadhili uasi. Kabila hakutoa tamko lolote la hadharani kuhusu mgogoro huo au kujibu shutuma hizo hadi alipochapisha tahariri katika gazeti moja la Afrika Kusini Februari 23 ambapo alimshutumu Tshisekedi kwa kukiuka katiba, kutekeleza vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na kuifikisha Kongo kwenye ukingo wa wenyewe kwa wenyewe. Aidha, vyanzo zaidi vinadai kuwa wakati Kabila na wajumbe wake walikuwa wamezungumza kuhusu aina wa fulani ya mpito wa kisiasa, hakukuwa na mpango wa wazi au maelezo ya kina kuhusu wanachokitarajia toka kwenye majadiliano yao.